Katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kuediti picha kwako wewe ambaye unaanza kuediti picha kwa mara ya kwanza, au hata kwako wewe ambaye ulikuwa una edit picha lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yanakuchanganya. Kwa maneno mengine ni kwamba utaweza kujua kuediti picha kutoka picha hii na kuifanya iwe picha hii kwa kutumia program ya Adobe Photoshop. Hata hivyo nitakufundisha jinsi ya kuediti picha nyingi kwa haraka na kuweza kuzituma kwa muhusika. Karibu sana, kabla tujaanza, hakikisha unafanya mambo haya matatu. Jambo la kwanza, hakikisha una subscribe. Jambo la pili, hakikisha una like, na jambo la tatu, komenti hapo chini labda unatazama kutokea wapi, na kama kutakuwa na swali au jambo lolote, hakikisha unaniambia, alafu theni tuanze. Okay, hapa tunaanza jinsi ya kuediti picha kwa mara ya kwanza kwaewe kwa ambayo ujawahi kuediti kabisa kwa wewe ambayo umepiga picha au labda una picha yako unatamani kuediti. Itategemea ni picha ngapi na itategemea umezipiga wapi na kwa kamera gani au umetumia simu itategemea. Kwa hiyo hatua ya kwanza nitatoa hii hapa picha, nita cancel. Hatua ya pili unapotaka kuedit picha zako, hakikisha kama ni picha nyingi na unatamani kuja kuedit picha nyingi kwa wakati mmoja, hakikisha Adobe Photoshop yako unaifungua. Baada ya kuifungua, iache hivi, usiweke vipimo vyovyote. Kama wewe ni designer au unafanya kazi zozote, usiweke vipimo vyovyote. Baada ya hapo, utatafuta utatafuta picha yako ilipo, alafu theni utai drag na utaiweka hapa nitakuwa utaiachia hapa. Na hii picha kama imepigwa na kamera, itakuleta moja kwa moja kwenye eneo hili na utaweza kuanza kufanyaje kuediti. Na kabla hatujafanya hivyo, naomba nikurudishe sehemu ya kwanza, ambapo kama picha yako haifunguki hivi uone jinsi ambavyo utaweza kufungua. Kama picha yako una edit poster au labda una edit picha lakini picha imefunguka hivi, basi njoo kwenye eneo la filter, maeneo haya, utakuja hapa kwenye camera raw filter. Baada ya kuja kwenye camera raw filter, njoo camera raw filter hii hapa. Usiende hii, usiende hii, nenda hii hapa, camera raw filter na bonyeza hapa, itanie eh, eh. Baada ya hapo italetea eneo hili Ninachotaka kuambia ni kwamba picha nyingi huwa zinaeditiwa katika mazingira haya, na kuna kuna, kuna mambo kadha wa kadha ya kuediti kwenye picha, lakini sisi kwenye eneo letu, nimesema tuna edit picha kwa mara ya kwanza. Kwa maneno mengine nasema tuna edit basic, tunapata basic eh. Kwa mfano hapa, kuna kuna kuna kuna vitu ambavyo unapaswa uvijue. Hapa utajua kwamba picha yako imepigwa na kamera gani, okay? Au kwenye setting gani? Setting zote unakuwa unaziona hapa, unakuwa unaziona hapa. Alafu then tunakuja hapa kuedit, tuna edit kwenye eneo la basic. Ukija kuangalia maeneo haya maeneo haya, ukibonyeza hapa ni basic, ukibonyeza hapa kuna tofauti, kuna detail. Ukibonyeza hapa, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa, pote itategemea wewe unataka kuedit eneo gani kuedit eneo gani. Lakini sisi kwa sababu tunaanza, tunaanza na eneo hili, eneo la basic unaiona hapa basic imefanyaje, imeandikwa. Baada ya hapo, tunaanza kuedit picha yetu na nitakueleza hatua kwa hatua kila kitu ambacho unapaswa ukiweke. Na kabla hatujafanya hivyo nataka utambue kwamba hakuna fomula sahihi ambayo unaweza kusema hapa weka kiasi fulani cha rangi au hapa ongeza rangi mpaka ifike wapi Hapana, hakuna fumula sahihi, badala yake utaangalia, utaangalia picha yako jinsi ilivyo, ilivyopigwa na inavyoonekana. Hatua ya kwanza katika picha yangu hii ninaona, ninakuja kwenye eneo hili, eneo la exposure. Exposure ni mwonekano mwanga, lakini muonekano, nitakutolea mfano nikiongeza hivi unaona mwanga umezidi sana. Nikiongeza kabisa mpaka mwisho, mwanga umezidi sana, unaona kabisa mpaka simuoni. Lakini nikipunguza sana, unaona kabisa, naona kwenye giza. Kwa hiyo katika eneo hili namba moja ni exposure. Basi kwenye exposure kadiria kwamba nikiongeza mpaka wapi picha yangu itapendeza, labda tuseme mimi nitapunguza mpaka hapa sema niongeze, hapana, nitapunguza mpaka hapa. Baada ya hapo nakuja kwenye contrast. Katika eneo la contra, contrast hili lina linaongeza mngao fulani ambao hasa unagusia mili au mwili wa, wa mwanadamu katika picha hiyo, lakini sio mngao sana sana kama ambavyo utakuja kuona hapo mbele, hasa kwenye eneo la la saturation. Hapo mbele utakuja kuona zaidi. Naweza nikaona niongeze au nipunguze Okay. Naongeza lakini sitaongeza sana. Kumbuka setting nazozifanya sio wewe unazozifanya, kwa sababu picha zinatofautiana. Kwa hiyo pale utabidi uwe makini, unaangalia contrast gani inaweza ikanifaa, labda mpaka hapa. Baada ya hapo tunakuja kwenye eneo hili, ambalo eneo hili ni eneo linaloitwa highlight. Highlight, kama ambavyo unaona, ni mwanga uliozidi. Highlight hii inahusu mwanga ambao upo huko nje, huko unaoingia. Tuchukulie picha umeipigia kwenye dirisha, kwenye dirisha mwanga unaoingia pembeni huo, tunaweza tukaita highlight. Kwa hiyo sasa nikiongeza utaona mwanga huu wa pembeni huku ambao utaona unaongezeka. Nikiongeza hivi utaona kuna mwanga fulani unaongezeka, highlight inaongezeka. Lakini kama nikipunguza utaona highlight inafanyaje, inapungua. Kwa maneno mengine naweza nikasema kwamba ni mwanga unao, yani, tuseme ni mwanga unaozidi lakini sio tu unaozidi, yani, kwa hiyo ikitokea umepigia picha ambayo mwanga unaingia unaweza kaupunguza kidogo kidogo na ukaona inakuwaje. Kwa mfano mimi labda naweza kusema highlight, ngoja tu niishushe mpaka hapo, staki mwanga unaoingia. Baada ya hapo ni shadow, tunaingia shadow. Katika eneo hili la shadow ni vivuli, vivuli vilivyopo, unaona. Kwa mfano katika eneo hili, eneo hili hapa, utaona kuna kivuli kinafanyaje kinaingia. Unaona vivuli vinafanyaje vinaingia nikifanya hivi naleta inaleta, inaleta mungao lakini sasa inapoteza pia. Kwa hiyo mimi nitaweka shadow kidogo, at least mpaka hapa. Yes, at least mpaka hapa mimi, baada ya hapo nitakuja hapa kwenye black. Kwenye blacks ni kwamba hapa weusi uliopo kwenye kwenye hiyo picha, nasema nikipunguza sasa hapa ni tofauti, ukipeleka nyuma unaona kabisa Black inafanyaje? Inaongezeka. Kwa mfano ukiangalia huyu binti hapa, ana a, kwenye kichwa chake kuna rangi nyeusi. Kwa hiyo nitaongeza, nitapunguza ili kusudi nipate hiyo black eh, kama nywele zake jinsi zilivyo, ili niweze kuipata black. Kadri unavyopunguza, unavyopunguza kupeleka chini, ndivyo unavyopata black hiyo. Baada ya hapo, nakuja kwenye eneo la texture. Katika eneo hili la texture ni kwamba unaonyesha details zaidi zilizopo kwenye mwili wa mwanadamu, kwa mfano tuchukulie, au labda zilizopo kwenye picha, tuchukulie labda mtu ana vipele au ana chunusi. Kadri unavyoongeza ndivyo unavyopata chunusi zake ukuziona vizuri, details zinaonekana zaidi kwenye mwili wake. Kadri unavyopunguza ndivyo unavyoenda unazififisha, na sio tu kwenye mwili, tuseme kwenye kila picha Okay, kwa hiyo unaweza ukaipunguza au ukaiongeza utategemea wewe unavyotaka, lakini mara nyingi usipende kuipunguza kui sana na wala kuiongeza sana. Baada ya hapo kuna kuja kwenye clarity. Eneo hili linashirikiana na hili eneo ambapo vile vile unaonyesha details zaidi kuhusiana na na mwili au, au seme picha jinsi inavyoonekana. baada ya hapo baada ya hapo kuna hii hapa hii inahusiana na light lakini na mngao kwenye hiyo picha, ambapo unaona kuna mngao fulani. Unafanyaje? Unaingia, lakini hakikisha isizidi na wala isilete, isizidi sana wala isipungue sana. Baada ya hapo tunakuja kwenye vibrance. Kwenye eneo hili naweza nikaongeza au nikapunguza. Hii hapa inaweza ikashirikiana kidogo na, na saturation. Katika saturation hapa tunaongeza mungao lakini hakikisha usizidi. Ehe, edita wengi huwa wana wanakosea hapo. Unakuta na edita anaweka mungao sana, inazidi picha inazidi kuwa inazidi kungaa sana. Sasa hiyo haistahili, hakikisha una balance kwamba hii itastahili. Ehe, baada ya hapo Kwa hiyo, utakuja kuangalia Yes, before ni hivi lakini after ni hivi hapa. Unaona tuna, tunapata matukio matukio fulani. Kwa hiyo, baada ya hapo utakuwa unabonyeza hapa kwa kuangalia hizo hizo detail ambazo unazitaka before and after. Yes. Baada ya hapo, baada ya kuedit hizo hiyo picha ni kwamba kumbuka tuna edit hapa basic, yani kipengele mwanzo kabisa ukitaka kujiendeleza zaidi kuhusu kuedit picha huu utakuwa ni mwanzo mzuri baada ya hapo basi mimi naweza nikabonyeza okay. Nikisha bonyeza okay, nimesha edit picha namba moja. Kama utakuwa una edit picha nyingi, kama utakuwa una edit picha nyingi, naomba unielewe, ni kwamba kama zitakuwa zimejipanga katika maeneo haya, nitakuja kuonesha, utakuwa unabonyeza eneo hili hapa ni kwamba eneo hili kama raw filter ya kwanza, hii sio hii ya kwanza, hii setting tulizozitumia kuedit hii zimekopiwa na zipo hapa, zipo hapa. Kwa hiyo ukifika kwenye picha mpya ambayo ulipigia kwenye maeneo kama haya, ukifika ukabonyeza hapa, basi itaingia itaingia na, na, na hizo na, na hizo setting ambazo tumezitumia kueditia hii picha. Sasa unaweza ukaishia hapa kwa mara ya kwanza, lakini unaweza ukaendelea. Kama utaamua kuishia hapa sawa, lakini kumbuka hii ni eh, ni basic, sio pro ambayo unaweza ukasema hii umeedit picha professional kabisa, lakini hii unaweza ukaanzia na hii, inaweza ikaleta mabadiliko makubwa kutoka pale ambapo picha yako jinsi ilivyokuwa na sasa hivi. Lakini je, kama unataka kuendelea, utaendelea wapi? Unaweza uka, ukaja uka kwenye eneo hili hapa hapa ambapo tunaita unabonyeza hapo, alafu then unakuja selective color, nabonyeza hapa. Katika eneo hili la selective color tunakuja, tunaangalia rangi zilizopo hapa, alafu then tunaziongezea au kuzipunguza, na hizo rangi zipo katika mazingira haya. Kwa mfano, tukiangalia hapa kuna rangi ya kijani background nakuja hapa kwenye green. Green niiongeze au niipunguze? Kwa hiyo sasa nakuwa naongeza hapa au napunguza. Katika eneo hili ni rahisi sana kuharibu picha yako hata kama ulikuwa umeedit huko vizuri. Na katika eneo hili ni rahisi sana kuedit picha yako vizuri. Kuna changamoto ambazo zilikuwa zimebakia kwenye eneo hilo la app. Kwa hiyo utakuwa unakadiria una unaangalia green yako unayoitaka kama ambavyo unaipata au hapana. Kumbuka unaweza ukaishia ile hatua ya kwanza ambayo mimi nimekwambia, alafu then hiyo ni green tu, tu nimeongeza weya, nione nikipunguza napata madhara gani? Yes, labda tuseme mi green nitaweka black 100. Yes, baada ya hapo nakuja yellow, kuna rangi za yellow na ntaiongeza kila palipo rangi hii ya yellow iweze kuongezeka, nitaongeza au nta, unaona, yes, kamfu kama yellow hapa nta ntaongeza kidogo yes. Baada ya hapo nitachagua rangi nyingine, labda hii hapa. Kama nilivyokuambia unaweza ukaharibu picha yako, au ka ukaitengeneza vizuri zaidi ya hapo okay. Baada ya hapo, utaangalia rangi iliyopo. Kwa mfano, kama kuna white hapa, umevaa t-shirt nyeupe, unaweza ukaongeza au ukapunguza, utakuwa unaona matokeo utakuwa unaona matokeo jinsi yanavyokuwa. Nikiangalia hii sura ya huyu, naona kwamba green inataka kumwingilia, basi naweza nikaipunguza okay. Baada ya hapo, basi umeweza kuedit picha yako na imeweza kukamilika. Kama utaona sasa matokeo kama hii, nitoe au ni, niache utaona kama utaitoa hii selective car au utaamua kuiacha. Kwa hiyo tuseme, unaweza ukaamua kuishia hapo. Nataka nikuelekeze jinsi ambavyo unaweza ukaediti picha nyingi kwa wakati mmoja hapa hapa. Kwa hiyo nitachukua hii picha yangu, nitaisave. Nikishaisave nitaisave kwenye kwenye kompyuta yangu. baada ya hapo baada ya hapo basi napiga okay. Sasa hapa nitacancel. Nataka nikuelekeze jinsi ya kuediti picha nyingi kwa wakati mmoja. nitatolea tu picha tu za kawaida tu hata kama zijapigwa na, na na na hata kama zijapigwa na na kamera, nitatolea tu picha za kawaida. Mfano mzuri nitachukua tu picha hizi hapa, nitaselect hizi picha picha at least tano ni za vifaa tu mbalimbali hapa, alafu then hizi picha zimepigwa na simu hazijapigwa na kamera. Basi nitaachia hapa, zitajipanga kwa namna hiyo. Nimeachia picha tano hapo. Baada ya hapo nitaingia hapa, no, nitaingia filter, camera raw filter, alafu then itanipeleka hapa, nitaanza kuedit nitaanza kuedit labda niongeze light, niongeze contrast, niongeze exposure, niongeze temperature, niongeze shadow au nipunguze. Yes. baada ya hapo nitasema okay, picha yangu inaishia hapa. Baada ya kufanya kwamba inaishia hapa, basi mimi nitabonyeza okay. Nikishabonyeza okay, settings za picha hii zipo hapa, zipo hapa, kwa hiyo nitakuwa nabonyeza picha hii Alafu nabonyeza hapa, picha inabadilika, inakuwa edited kutokana na zile setting ambazo nimezi edit hapa. Nabonyeza picha hii alafu nakuja hapa, nabonyeza camera raw filter hapa, ya maeneo haya, sio hapa, nabonyeza hapa ambapo napata settings za zile picha. Na hii unaifanya kama ikitokea picha umezipigia eneo moja, na kama picha labda zinafanana, yani kama ulikuwa unapiga labda, mtu yupo anatembea kwenye mazingira yale yale Unaweza usitumie muda mwingi kuanza kuedit zile picha zote. Badala yake unaweza ukafika unabonyeza hapa alafu kisha maliza una save. Ukishamaliza ku save picha zako picha yako inakuwa imekamilika. Kwa hiyo sasa wewe ukiwa una picha nyingi, nafikiri utakuwa umejua kwamba jinsi ya kuedit picha nyingi kwa wakati mmoja, lakini pia umejua jinsi ya kuedit picha at least basic. na unaweza ukawasilisha picha zako kwa usahihi na kwa ustarabu kabisa. Hongera sana kama utapata na, kama utapata nafasi zaidi utaweza kuwa unatembelea channel hii, huwa tunatoa maarifa zaidi. Hii ni Mfalme Digital, mimi ni Leon's Alex, ambapo hasa kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunakupatia digital education. Ambapo kama utapata nafasi hakikisha una subscribe kwenye channel hii, unafuatilia mara kwa mara, huwa tunatoa tips mbalimbali mbali kama hizi. Asante sana, kwaheri.